Wakazi wa Bonyokwa, jijini Dar es Salaam, wanakabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri baada ya daraja linalounganisha Bonyokwa na Kinyerezi kukatika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Hali hii imeathiri shughuli za kila siku, ikiwa pamoja na wanafunzi kushindwa kwenda shule na wafanyakazi kuchelewa na kushindwa kufika kazini. Mkazi wa Bonyokwa, Sara Philimon alisema kuwa kukatika kwa daraja hilo kumeathiri maisha yao kwa kiasi kikubwa kwani watu wanashindwa kuvuka kwenda kwenye shughuli zao za kila siku, na hapa Sara anatueleza lakini mpaka sasa tuelewi kitu kinachoendelea ni kitu gani. Usafiri umekuwa shida toka jana, mi kazini sijaenda mpaka leo hii, kila mtu anaogopa maji. Watoto shule leo hawajaenda, wamekaa nyumbani kwao. Yani hali imekuwa ni mbaya kiufupi, kama hivi mnavyoona. Sasa patina mvua ikinyesha tena kama ilionyesha mchana, ndo hapapitiki kabisa kwa hiyo tunahitaji msaada wa haraka, maanake wenye magari hata wenye magari kidogo wanaweza wakazunguka kule Bonyokwa, lakini pia na kule ninavyosikia alipo imekuwa mbaya, kilima kipandiki kwa sasa inakuwa shida kwa sisi ambao tunaenda makazini. Mimi toka jana sijaenda kazini, jana sijaenda, leo sijaenda. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuhofia usalama wangu, manake maji kama hivi huwezi kupita. Watoto hawaendi shule, watoto wanapelekwa na wazazi, wanarudishwa na wazazi. Kwa hiyo inakuwa changamoto, tunahitaji jamani, msaada wa haraka. Naye Samaduni Mlimbwa mkazi wa Bonyokwa Kisiwani alisema kuwa walishatoa ushauri kwa mkandarasi kabla ya kujengwa kwa daraja la muda, lakini ushauri wao haukuzingatiwa. Na hapa Samaduni anatueleza matatizo kama haya, ama mvua kama hii. Kwa huku kwetu sisi watu wa zamani, ambao tulio tunaokaa huku tunafahamu, na hata ujenzi huu wa daraja hili la muda ulivyokuwa unatengenezwa, sisi tulikuwa tunajaribu kutoa ushauri kwa baadhi ya mafundi waliokuwa wakishughulikia daraja hili kwamba hii temporary mnayoiweka haitaweza kutusaidia, kwa maana kwamba maji yanayopita hapa ni mengi sana, na njia hii ambayo mmeweka ya makontena, njia ya kupita maji ni ndogo, kiasi kwamba maji yatakapokuwa yanakuja, na maji yanapokuja, yanakuja na vitu mengi sana, uchafu, miti na kadhalika, kiasi kwamba yatakuja yataziba hapa maji yatashindwa kupita, na maji lazima lazima yapite. Eh, maji lazima yapite, yatafute njia yake ya kupita, na njia yake ndo hii. Kwa hiyo, atakapokuwa ameziba, maji yatapanda juu na ataweza kuleta madhara ya kuharibu daraja hili, na ndivyo ilivyotokea. Umeona eh? ndivyo ilivyotokea. Sasa Samaduni aliongeza kuwa wao kama wananchi wanapenda maendeleo, lakini kuondolewa kwa daraja la awali na kuwekwa daraja la muda katika kipindi cha masika haikuwa uamuzi mwafaka. Na hapa, Samaduni anaendelea kutueleza. Daraja zuri ni maendeleo, maendeleo, tunahitaji maendeleo. Umeona bwana, sasa wameanza katika kipindi ambacho sio eh, kipindi cha mvua, lakini kama wangeanza mvua bado, nadhani kusingekuwa na lawama hizi zote, lakini sasa kuweza kuangalia E, ku, kuangalia ramani za, za mvua zikoje na, na, na, na matengenezo yao. Kwa hiyo daraja lilokuwepo lilikuwa linatusaidia. Sasa ni lazima litoke kwa sababu tayari wameshaanza ujenzi. Ameshaanza e, ujenzi.